Mashabiki wa Yanga waache roho mbaya. hawako kwa ajili ya kutuangalia, wako standby kwa ajili ya kutuumiza, sababu hata msemaji wao mkuu alina, aliniambia mimi binafsi kwamba atahakikisha, watahakikisha hatuchukui kombe. Kwa hiyo mimi naomba wakae watulie <tutu> alinipigia simu kabisa akaniambia hongera kwa kuingia fainali, nikamwambia nawe hongera pia kwa kuingia fainali. Hiyo finali ya mu ya federation akanambia, nahakikisha hamtachukua kombe, sababu hatutapata mahali pa kukaa. Mimi nikaambia tu, muda utaongea, maisha aka ai ya chini lendotabarakama ambapo unatazama ni Zanzibar, mashabiki wa Simba akiwa hapa. Tuna imani na timu yetu, hata tungefungwa mabao kumi mechi ya kwanza, bado tulikuwa tuna uwezo wa kupata mabao kumi na moja katika mechi ya marudiano hapa nyumbani. Kwa sisi wala hatuna mashaka hata kidogo. Goli mbili alizotufunga Berkane, ametangulia tu na ni siku ya kumtapisha Sheikh. Mwana mtu amekula mwiba wa samaki, alafu umegoma shingoni. Umekwama hapa. Yes, kushuhudia eh. Eh, nampiga ngumi hapa atapike. <tukar> Asipotapika sasa, tunamuua. Tunakwenda <tukar> <tukar> kumpiga ngumi hapa, Berkane, atapike ule mwiba nyama, achukue ubingwa Afrika. Watu wanakuja kutoka sehemu mbalimbali kaka, hapa hapa tu mpaka sasa hivi hapa, hajanunua tiketi hajaja uwanjani. Watu wametoka Mbeya kaka, watu wametoka Mafinga, watu wametoka Arusha wamefata Simba yao wa. nyama na unguruma. Simba kuna watu wewe wanaamini itasimama hii, tutakwenda kumtapisha mtu.